i zetu na unatekeleza kwa kizo cha kutambulika kama matibabu yatolewa na waganga maarufu wa meno wa plastiki vimeo, na udata katika jamii zetu. Mradi huu huanza kwa wamasishaji katika mradi unaotekeleza ambao tumeanza kwa mkoa wa Morogoro, huanza uh, wamasishaji kwa, wa kamati za usalama za ngazi za mikoa na wilaya ili kuwajengea uwezo maafisa katika mamlaka hizi muhimu katika kulinda usalama kwa afya wa watoto wetu. Pia walikausisha mafunzo kwa watoa huduma wa afya elfu moja mia nne ishirini na nane, walimu wa afya elfu moja mia tatu ishirini na saba, kamati za maendeleo za kata, viongozi wa madhehebu ya dini mia nne arobaini na mbili, pamoja na wahudumu wa afya ngazi ya jamii elfu mbili mia moja na moja na mwenye, na waganga wa tiba asili au waganga wa jadi wanaong'oa vimelea vya meno vinavyodhaniwa kuwa meno ya plastiki mia nne hamsini katika mkoa wetu. Napenda kuchukua nafasi hii kuwahimiza Watanzania wote kuwapeleka watoto wetu wanaodhaniwa wana meno ya plastiki, kimeo kirefu, udata au changamoto zote za kinywa wapeweka katika vituo vya kutolea unuma za afya nchini ili wataalamu wa afya waweze kuwafanyia uchunguzi wa afya, kwani mazongi haya yanasimika. Mtoto unapohisi kuna kitu ambacho hukielewi kwenye kinywa chake. Rais ameshafanya uwekezaji, amejenga vituo vya afya vya kutosha vingi, ameajiri wataalamu wengi wa afya, madaktari wa uguzi wa famasia, watu wamaa peleka mtoto hospitali atafanyiwa uchunguzi na kujulikana changamoto yake ni nini, na, na kutibiwa kitaalamu kuliko hii ambayo inafanyika katika njia ambazo si sahihi. Wanaofanya hivi vitendo wengi hawajasajiliwa na Baraza la Tiba Asili. Wataalamu wa tiba ya jadi waliosajiliwa na Baraza la Tiba Asili wanafahamu miiko, kanuni na mipaka yao ya nini wakifanya kwenye tiba asili. Tiba asili ni tiba ambayo inafahamika na inajulikana na wizara ya Afya na tunaiunga mkono. Tuna dawa zetu za asili mbalimbali ambazo tunazitumia na tunapona. Kwa hiyo mtu yeyote anayefanya anayefanya huduma za tiba asili ni lazima asajiliwe na baraza la tiba asili. Sasa wengi wanaofanya ukatili huu wa kukata vimeo, kung'oa imeno dhaniwa plastiki, kukata udata, ukienda hana usajili. Kwa wale wataalamu wa tiba asili tunatoa wito waende wasajiliwe na baraza. Wanapoenda kusajiliwa na baraza la tiba asili, wanapewa sheria, kanuni na miiko ya nini cha kufanya. Kama wewe unataka kuendelea na kutoa huduma yako ya tiba asili, nenda ukasajiliwe ili serikali ikutambue na uweze kupata miiko. Hawa waganga ambao wanafanya hayo mambo, tutawatambua, watashirikishwa kwenye hayo mafunzo, watapewa elimu yote na madhara yake, na baada ya pale sasa, kama ataendelea kufanya jambo hili maana yake sasa amekiuka au amekaidi maelekezo ya serikali. Kwanza serikali imemuita, imemuelimisha, tumejadiliana mpaka ameelewa na kuambia sasa, muache hivi vitendo. Sasa baada ya mafunzo haya, akitoka, akienda kuendelea kufanya ukatili huu, zipo sheria ambazo zinatuongoza zinazokataza ukatili huu na zinazozuia mtu ambaye si daktari kwa kusomea darasani kufanya upasuaji kwao. Ziko sheria ambazo zinamlinda zina, zina Mtanzania katika masuala ya tiba. Kwa hiyo ata, atashtakiwa kwa mujibu wa sheria za nchi zinazomlinda Mtanzania kwenye masuala ya afya. Wito wangu kwa watoa huduma wenzangu na wanatasnia wa afya ya kinywa na meno tunaona kusanyiko kama hili wale tunaoshirikiana nao huko wameitikia mwito huu. Itakuwa ni aidu sana kama na sisi hatutaendelea kuwashirikisha na hatutaendeleza utamaduni wa kuelimisha jamii. Tuzidi kuelimisha jamii kuhusu dhana hizi potofu, lakini pia tuzidi kuelimisha jamii

kutufikishia usalama no, hata katika usalama wa afya zetu, maana tunakwepa pamoja. Hapa tunaelimishana, kwani tunatolea ule ufahamu wa zamani ya kwamba ni matibabu akaa